Michael Jackson alileta mapinduzi makubwa sana katika muziki wa pop duniani na ikapelekea mpaka yeye kuitwa mfalme wa pop, kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anaufanya ufanya muziki wa pop, jinsi ambavyo alikuwa na ushawishi wake mkubwa zaidi duniani bila ya Instagram, ambayo iliuza mauzo makubwa ya albamu duniani bila ya YouTube, na anabakia kuwa yeye ndo mtu pekee ambaye alikuwa maarufu zaidi duniani huwahi kutokea. Leo nitakujuza mambo makubwa na rekodi kubwa alizozifanya mfalme wa pop ambazo haziji kuvunjwa na kizazi hiki. Michael Jackson ndo msanii aliyopokea tuzo nyingi zaidi za Grammy kwa usiku mmoja tu. Michael Jackson mwaka 1984 alishinda tuzo nane na kuvunja rekodi ya kuchukua tuzo nyingi ndani ya usiku mmoja. Lakini pia Michael Jackson ndio msanii wa kwanza kabisa ambaye alijaza watu zaidi ya milioni moja katika show zake, yani sawasawa na viwanja 15 vya mikoa vikiwa vimejaa. Yaani show yake moja ya Michael Jackson ilikuwa inachukua watu wengi zaidi milioni moja, ambao ni watu wengi kuliko watu ambavyo wanafikiria. Wasanii wengi hawakuwahi kufanya kitu hiki kabla, na hata baada ya Michael Jackson kuondoka, hakuna mtu ambaye alishawahi kujaza watu zaidi ya milioni moja. Ziara moja tu ya kumwona Michael Jackson ilisababisha maelfu ya watu kupoteza ufahamu na wengine kupoteza maisha mara tu baada ya kumwona Michael Jackson na wengine walikuwa wakitokwa na machozi e bana. Michael Jackson alikuwa akiingia sehemu, watu wengi walikuwa wakizimia wakipoteza fahamu zao. So hii ilikuwa ya kushangaza sana. Watu wengi walikuwa wakimwona Michael Jackson wakipoteza fahamu, lakini wengine walikuwa wakipoteza maisha kabisa, na wanaume kwa wanawake walikuwa wakitokwa na machozi kwa kushangaa kumwona live msanii Michael Jackson, na hiki ni kitu ambacho hakikutokea baada yake wala kabla yake. Yaani, Michael Jackson alijenga historia hii na hakuna mwingine ambayo alikuja akaivunja. Michael Jackson ndo msanii pekee ambaye alifanya mauzo makubwa ya albamu jina la Thriller, ambayo ilikuwa na jumla ya nakala milioni 66 kwa mwaka 1982 na mpaka sasa inauzwa bado. So kupitia albamu yake ya Thriller ambayo ilifanya poa sana kipindi kile, watu wengi walikuwa wakikubali kutokana na ngoma zake ambazo zilikuwa fresh zaidi, zilikuwa zikipigwa sehemu nyingi mwaka 1982 ambapo Michael Jackson aliuza jumla ya nakala milioni sitini na sita ambayo ni idadi kubwa zaidi katika albamu yake hii ya Thriller. Hiki ni kitu ambacho alikifanya lakini hakuna mwingine ambaye alikuja akafanya kama yeye. Michael Jackson ndo msanii pekee ambaye alipokea rekodi nyingi zaidi za Guinness, ana zaidi ya rekodi 30 kutoka Guinness World Records. Lakini pia ni wakumbushe kwamba Michael Jackson alikuja Afrika na kutembelea nchi ikiwemo Tanzania, Misri, Liberia, South Africa, Gaban na Ivory Coast na alikuwa mpenzi mkubwa sana wa dhati wa bara la Afrika. Hapa tunarudi nyuma kidogo mwaka 1987 katika albamu ya Bad kuna nyimbo moja aliweka maneno ya Kiswahili ambayo inakwenda kwa jina la Liberian Girl, aliyowimba mwanadada wa South Africa Leta Mbulu akishirikishwa na Michael Jackson, akisisitiza maneno ya Kiswahili kama vile na kupenda pia na kutaka pia mpenzi we na vitu vingine kama zile pale. So Michael Jackson anaonekana ni mtu ambaye alikuwa akipenda afrika kwa dhati kabisa, kutokana na asili yake. Alikuwa ni mmarekani mweusi, na hiki pia kiliongeza mapenzi kwa watu wengi kwa kumwona kama anapenda asili yake, anapenda watu wa Afrika, japokuwa kuna ishu kadhaa ambazo zilitokea za Michael Jackson kuchukia weusi, kuchukia rangi yake na vitu vingine kama zile pale. Michael Jackson ni mtu ambaye amefanya makubwa sana katika industry ya muziki, katika industry ya pop music alifanya mambo mengi ambayo mpaka sasa hakuna mtu ambaye alithubutu aya kufanya zaidi ya alivyofanya Michael Jackson. Kuna vitu vingi kama style za dancing, mpaka sasa bado watu wanaendelea kumodify style zake, lakini pia style ya kuimba, the way ambavyo alikuwa na perform on stage. Watu wengi wanatamani kufanya kama yeye, lakini mpaka sasa hakuna mtu ambaye aliua zaidi yake. Alikuwa na wapenzi wengi, watu wengi tulikuwa tunaona katika show zake, watu walikuwa wakilia wakitoka na machozi, na so wadada tu, kwa sababu watu wengi wamezoea wadada ndo ambao wanapenda sana kulilia wasanii wa kiume, lakini kwa Michael Jackson walikuwa wakizimia watoto wa kike na watoto wa kiume. Unaweza ukashangaa sana inakuwaje mtoto wa kiume analia na kuzimia kwa sababu ya mtoto wa kiume mwenzie? Hii hapa ilitokea kwa Michael Jackson na haikutokea kwa msanii mwingine baada yake yeye. So unaweza ukaniambia hapo katika uwanja wa comment ni msanii gani ambaye unaona ana dalili za kutembea katika nyayo za kwake Michael Jackson, hapa Tanzania, nje ya Tanzania, na duniani kote kwa ujumla? Unaweza ukaniambia hapo kupitia ukurasa wa comments. Wananiita bonge la dude, jitu one TZ.